Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Habari zenu guys, nawashukuru sana mnaoendelea kunifuatilia kwenye hii chaneli yangu. Naomba mnaendelee kunisapoti kwa ku like na kushare kwa marafiki, ili waendelee kujifunza pia mambo ya Forex na cryptocurrency ama mambo mbalimbali. Namba zangu zipo hapo, mtu ambaye hajaelewa anaweza akanitafuta tukaelekezana, ima wasapu au in. Kwa kawaida napatikana polepole. Kwa hiyo nataka tuangalie uh, funded. Funded moja hapa tuweze kuichiiwa pamoja, uh, tuone vigezo vyake na mtaji wake na kama tunaweza kuchukua basi turuke nayo ya yeah. Hapo utaingia kwenye browser yako utaandika funding, mm, funding pips hii hapa funding pips. Utaandika funding pips, alafu uta search kwenye browser kwenye Google, kwenye google Chrome, popote pale unapoweza kutafutia Alafu takuja kufungua hapa, funding pips best prop firm, ili tuende tukaangalia vigezo vyake, utaratibu wake, mtaji wake, kama inatufaa tuwezi kuchukua eh. Maana tuliangalia maraya mwisho, tuliangalia kuhusu funded next, funded next, tukaona mtaji wake, tukaona vigezo vyake na namna anavyofanya kazi ya yeah. Kwa hiyo tuende tukaone na huyu, vigezo vyake ni aje? Huyo hapa, huyo hapa. Kuna huyo ana akaunti ya challenge moja, moja tu, moja kama moja. Kwa hiyo tuende tuangalie hii ya kwanza utachagua dola elfu tano alafu utakuja kuangalia sasa, vigezo vyake ni vipi? Vigezo vyake ni kwamba unatakiwa ufanyeje? Utredi, utredi kwa siku tatu bila kuacha. Minimum trading days ni siku tatu bila kuacha, alafu kingine maximum day loss, natakiwa kwa siku usifikishe hasara ya asilimia nne ya ule mtaji wa dola elfu tano, kwa hiyo natredi vizuri ili usiweze kufikisha kikomo hapa ukifikisha hiyo asilimia nne ya huu mtaji na maana hiyo akaunti itafanyaje itakuwa imechukuliwa na me, me, maximum loss losi ya mwisho kabisa losi ya mwisho losi ya mwisho ni asilimia sita ukikusanya losi zote utakazo zitengeneza ukafika asilimia sita ya mtaji wako basi utakuwa umepoteza ya account pia Kingine profit target, yani hiyo phase one unatakiwa utafute asilimia kumi ya ule mtaji utakaofanyaje utakaochukua. Kama mimi hapa nimechagua dola elfu tano, na maana natakiwa nitafute dola mia tano, ndio phase ni target ya kwanza kabisa ambayo ndio ya kwanza na sabato, ya mwisho kwa sababu tumechukua challenge ya, tumechukua challenge yani ya dola elfu tano kwa hiyo nitakuja kunanii nitatafuta hizi asilimia kumi za huo mtaji kama nimechukua dola labda elfu ngapi elfu kumi nitatafuta asilimia kumi ya dola elfu kumi kama nimechukua hizi dola elfu tano nitafuta dola mia tano ndo nitakuwa nimemaliza challenge kwa hiyo nitakuwa nimefanyaje nimewini nitakuja hapa kuangalia sasa umeshapewa akaunti yako umeshapewa akaunti yako hapa unatakiwa ufanyeje natakiwa cha kwanza uzingatie hii hapa loss, kwa siku ni asilimia nne, maximum ni asilimia sita. Yani inabaki inabaki hivi hivi kama ilivyokuwa mwanzo, hapa kama kwa mwanzo inabaki hivyo, na leverage, naona leverage ni ndogo sana, ni hii hapa, wenyewe wanakuwa wameshajipanga tayari, na utakuwa na withdraw kila kila Jumanne hapa kila Jumanne utakuwa unafanya withdraw kwa hawa jamaa. Kwa hiyo hiyo account utailipia kiasi gani? Hii account utailipia dola hamsini na tisa ya challenge moja tu, challenge moja tu. Ukipambana ukiface ile kipiga ile moja, basi umetoboa. Utakuwa unatengeneza tu profit, una withdraw kila Jumanne, yeah hii dola elfu tano natakiwa mimi nitafute dola ngapi? mia tano tu mimi, imajini mia tano haina kikomo, utatafuta tele. Ukipata dola mbili ni sawa, dola kumi ni sawa, kikubwa sipate losi ya asilimia nne ya huu mtaji, naona kwa hiyo. Ukipambana ukafikisha hizi dola mia tano basi, utakuwa wewe umesha umesha wini. Natakiwa ndo kafanyeje? ukaanze kuwa una withdraw kila Jumanne kila Jumanne una withdraw kwa sababu umeshafanyaje mesha pasi challenge zao ambayo ni moja tu, unaona. No, challenge ambayo ni moja tu okay, tuone ukitaka kuchukua challenge, ngoja nikuonyeshe dola elfu kumi utalipia shilingi ngapi? dola elfu kumi utalipia dola. Vigezo ni vile vile, vigezo ni vile vile, siku tatu Asilimia nne, asilimia sita, baada ya asilimia kumi, hivyo hivyo. Kwa hiyo hii utailipia dola tisini na tisa, ni kama dola mia. Unapata dola elfu kumi, unacheza nayo, ukipiga, ukipambana, ukifikisha dola elfu moja faida, kwa hiyo tayari umeshapiga fesi wani ambayo ndo ya kwanza na ya mwisho, hamna nyingine hapa. Kwa hiyo una tredi vizuri unavyoweza, ukifikisha vigezo unachukua akaunti yako. Hii ni fesi moja tu. Yes. Kwa hiyo <coughs> utamua mwenyewe uchague akaunti akaunti gani kulingana na uwezo wako. Taka ya dola laki moja dola laki moja, utatafuta dola ngapi? Dola laki moja utatafuta dola elfu kumi profit, alafu tailipia dola mia nne tisini na tisa ama dola mia tano unapata dola laki moja unapambana unatafuta dola elfu kumi ukishapata dola elfu kumi yani hapo napiga liloti liloti likwelikweli hapo, sisi unakuwa umeshamaliza, au utakuwa na withdraw kila Jumanne. Yes, kwahiyo tuangalia stepu mbili sasa. <coughs> Okay, ya phase 2 twanze na dola hizi, dola elfu tano ambayo itakuwa target ya kwanza. Target ya kwanza inatakia ua utafute utredi kwanza, siku siku tatu bila kuacha mtakia uteredi skuzatu bila kuacha loss. Ni asilimia tano, ao wenyewe wamepandisha kidogo. Losi ya moja kwa moja ni asilimia kumi na ftati ya kwanza ni dora mia nne kwa mtaji wa drv tano. Hiyo leverage yao wameajati kidogo, ni nzuri, napendeza. Halafu kingine, fesi ya pili hii hapa s ya pili utatredi pia siku tatu yani, baada ya akua meshafikisha hivi vigezo watakuhamisha kwenda kwenye kigezo cha pili. Basi uta, uta, nani, utatredi siku tatu bila kuacha mfulizo, alafu asilimia tano losi ya kila siku, asilimia kumi losi ya maisha yote. kusanya, kusanya, kusanya, hapo target, profit target leverage ni ile, ile. unakuwa umefanyaje umemaliza kwa hiyo. Ukishapata ya account utakuja kuangalia vigezo. Ukishapatiwa account yako hii <coughs> hapa losi losi zinabaki pale pale asilimia tano vile vile asilimia tano alafu asilimia ya tano halafu loss ya maisha ina asilimia ya kumi Leverage hii hapa halafu, withdraw withdraw hii hapa, withdraw kwa kitu basi, sijua inamaanisha nini kwamba nita ita watu kupangia wenyewe na withdraw lini na zitakuwa hivyo hiyo inaweza ukachagua mwenyewe az ukachagua mwenyewe, napenda iwe ya weekly au iweje? Iwe ya weekly au ya mwezi ni wewe mwenyewe. Kwa wakati unaenda kuchukua akaunti ndo utakuwa na hiyo vigezo vya kwenda ku, kuangalia na hii akaunti sasa ni dola thelathini na sita tu, naona nyama guys, dola thelathini na sita unapata akaunti ya dola elfu tano napiga challenge ya kwanza ya pili tayari unapata akaunti yako, naona guys. na ukichukua <coughs> ya dola elfu kumi ya dola elfu kumi vigezo ni vile vile, vigezo ni vile vile, vigezo ni vile vile, utatafuta dola mia nane ambayo ni asilimia nane ya pili utatafuta asilimia tano dola mia tano alafu, ukishamaliza utakuwa unapiga faida yako tu kama kawaida, na hii utailipia dola sitini na sita tu dola unapata dola account yenye dola elfu kumi. Hii pia hii hii ya step mbili ina ina ina ina vipengele vya ja kuchagua. Ukitoka kwenye Fundingpips kuna fund pro, ukibonyeza hii alafu uchague dola elfu tano dola 5000 ushuke chini, hii na yenyewe ni, ni phase mbili ambayo utatafuta ya kwanza utatafuta dola mia tatu ya pili utatafuta dola mia tatu pia, loss imepunguzwa, minimum trading days wamezipunguza pia. Tunaona hapa tunaona hapa ni siku moja, asilimia loss asilimia tatu kwa siku. Usipata asilimia loss iliyofika asilimia tatu kwa siku na maisha yako yote, usije kafika asilimia sita loss ya yeah, target hii yeah, hapa leverage hii hapa <coughs> na challenge ya pili itakuwa hivyo hivyo challenge ya pili itakuwa hivyo hivyo, utatafuta kama mwanzo, siku moja ya kutredi, asilimia tatu ya losi ya siku, asilimia sita ya losi ya maisha, asilimia sita ya faida, yani ya tageti ya pili kama ile ya mwanzo. Ukishafikisha vigezo hivyo, unakuja kuangalia sasa kwenye kutoa pesa, ni kutoa pesa, ni kutoa pesa, pesa. Wana, wanakuambia kila siku usipate asilimia tatu ya losi na maisha yako, tusipata asilimia sita ya loss utakome, umechuma hiyo account na leverage; leverage ni ile ile na withdraw itakuwa kila wiki, na withdraw asilimia themanini ulichokitengeneza. Kwa hiyo na utailipia shingapi? dola 29 tu, dola 29. Lakini sasa vigezo vyake naoe, hey, vigezo vyake vimechangamka, losi losi ipo karibu sana. Natakia upate wewe ni pro trader kabisa, ambao unajiamini kwenye ku trade haya. Angalia, ukija kuchukua dola elfu kumi kwa hii FundingPips Pro. hii ni pro, ni professional trader kabisa. hii ni, ni, ni, ni ya pro trader hii alafu, <laughs> nakuja kuangalia hii, utaichukua kwa dola 55 tu, naona guys. Kwa hiyo mimi nashauri tutachukua labda hii ya uh, step moja step moja huya dola labda elfu tano na kuja kulipia hizi dola ngapi? Ya kulipia hizi dola hamsini na tisa kwa hata ikiwemo transaction fee nini kwenye 60, kukiwa na dola 65 tano zinaweza zikatosha kufanya kila kitu hapo. <coughs> Okay, sorry guys. Eh, tu, tunaweza tukachukua hii hapa au kwa mwenye uwezo akachukua ya dola elfu kumi yenye step moja, akaja kulipia dola 699 ya yeah, tisa kama mimi i nayoweza nsayochukua. Lakini ni kama nikitaka kuchukua kwa pamoja, tutachukua hii hapa step moja, alafu ya dola elfu tano ambayo tutatakiwa tuipeleke kwa siku tatu bila kuacha. Tutredi siku tatu bila kuacha, tutapigana hiyo challenge ya kwanza ya pili ya tatu, ah, haina challenge. Tumechagua ya, ya, ya kwanza, tutatafuta hizi asilimia kumi za huo mtaji na kudhibiti hizi losi hizi, then baada ya hapo tutaanza kula maisha ku withdraw vizuri bila shida yoyote kama hivyo. Kwa hiyo mimi nimeiangalia hii nikaona inafaa nikaona inafaa step mbili tukichukua ya step mbili pia, a kuchukua ya funding pips ya dola tano tunakuja kuilipia dola thelathini na sita. Kwa hiyo tu ya mimi, watu wangu, tutashauriana umu tuweze kuchukua mojawapo, ima tutuchukue ya challenge moja au ya challenge mbili. Then baada ya hapo tutafanyaje? Tunaruka nayo, tutapiga tutatoa signal, tutasepa nayo signal pale, ili tuweze kufanyaje? tuweze kufanikiwa kwa pamoja. Yes guys, kwa hiyo hii nimeichambua chambua, nikaona kidogo inafaa, ni kidogo inafaa, vigezo vyao sio vigumu sana. Ile funded next, tupitie kidogo kwenye funded next, ambao hawakuangalia video ya kwanza, lakini ipo, ipo YouTube. Tuangalie funded next naye prop prop prop prop prop prop prop prop. Na watu wengi sana wanaiamini sana hii funded next inalipa vizuri, na sa bei yao pia sio kubwa sana, sio kubwa sana.

nilipendekezwa sana tunachukua steraliti ndio ya bei rahisi. Zingine zipo zimechangamka sana kuchukua steraliti, kuna stera pia step itakuwa kiasi ganiuakuaga eh? na nakuaga nzito sana. Kwa ganzito. Kwa ganzito sana. Step one. mm -hmm, ya pesa yake itakuwa sio poa, yeah. So, kama dola elfu sita hapo unapiga dola ngapi unailipia? sitini na tano profit share dola tisini profit target asilimia kumi maximum overall loss dola mia moja sitini Maximum daily loss dola mia themanini kwa siku. News inaweza kutrade news, watakuwa nakupa awa 695, hawa asilimia tisini na tano au anachukua asilimia tano Ni trading days mbili, first withdraw siku tano, kila siku tano unaweza kuwa na withdraw halafu Unalipia dola sitini na tano unapata dola elfu sita ya step moja tu, step moja tu, tusima naye imekaa unyama sana, imekaa unyama sana kitaka ya dola elfu kumi na tano nailipia ngapi? nalipia dola mia ishirini na tisa. Okay, tuachana tuangalie stella light ya sisi tusokuwa na pesa ndefu menye tuhela kidogo kidogo tujiangalizie haka, si ndiyo? Jamaa dola elfu tano unalipia dola thelathini na mbili thelathini na mbili ambayo natakiwa ufanyeje, fesi ya kwanza tafuta asilimia nane fesi ya pili tafuta asilimia nne rosi asilimia nane kila siku, yani rosi ya maisha na asilimia nane rosi ya kila siku asilimia nne Dola mia mbili unaweza ukatradi profit, mtagawana asilimia tisini na tano Minimum trading days siku tano bila kuacha, itakuwa ni ishirini na moja ambayo ukichukua hapa tumlieya dola elfu kumi aelfu kumi utailipia dola, dola kama sitini na hamsini na tisa aa tukiutafuta asilimia nane tafuta asilimia nne losi ni asilimia nane ya maisha asilimia nne ya kila siku faida hii hapa siku tano bila kuacha alafu withdraw ya kwanza utaanza kufanya kuanzia siku ishirini na moja kwa hiyo unaweza ukaona utofauti wa huyu na yule mwingine kufunguka <coughs> <yuko> fasta yaani. <coughs> So, um, chap chap tu ishafunguka. Yani aa tuchukua hiye account ama ya step moja au ya step mbili, ya, ya, moja, ya, ya, ya, ya dola elfu tano sira tisini na tisa FS mbili yafesi moja dola hamsini na tisa kipiga tu hii, kipiga tu hii nini. Hizi dola mia tano tu wewe umemaliza challenge yako. Unaendelea na maisha. Lazima tuje tuchukue hii hapa guys. Okay guys. Tumeiangalia hii funded funded funding pips prop firm nzuri ambayo tunaweza tukachukua. Kwa hiyo wewe ambao unahitaji funding funded account yenye mtaji mkubwa kwa pesa kidogo, basi njoo chukua hii cheza phase 1 phase unapiga mpunga, unaanza kula maisha. Kwa hiyo kwa ambayo hajaelewa, naweza ukanitafuta kwa namba zangu za WhatsApp ama ukanipigia simu nikakuelekeza vizuri kuhusu hizi funded account. Asante sana, msisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment, mili na watu wengine waje waone, wajipatie maarifa ya forex.